Vurugu hizo zilianza majira ya saa nne asubuhi wakati vijana wa kampuni iliyopewa tenda ya kuvuta magari yanayoegeshwa eneo hilo wakidaiwa kufanya kama mradi wa kujipatia fedha kwa kati ya shilingi laki moja hadi laki moja na nusu kwa kila gari linalobainika kuegeshwa eneo hilo. Baadhi ya walioshuhudia tukio hilo, pamoja na kulaani nguvu kubwa ya polisi iliyotumika dhidi ya wananchi wasiokuwa na hatia, walihoji sababu za kampuni hiyo kushindwa kuweka mabango ya zuio la maegesho, wakati wanatambua wa wazi barabara hiyo kuwa na wageni wengi pamoja na soko, wakati huo wakukiwa hakuna maegesho yoyote zaidi ya kando kando ya barabara hiyo. Baada ya kuja wale askari walipokuwa wanakamata magari, walikuja na silaha. zile silaha, baada ya kuja, badala ya zile silaha kupiga juu kama ni, kama, kama ni kuwatishia ku, ku, watu waondoke eneo hilo, walifanya, walilenga sehemu ambao watu walikuwa wanafanya biashara. Na yule dogo alipomkuta pale alikuwa kwenye biashara yake ya magodoro, na badala ya wao kutumia njia nyingine labda ya kupiga hewani walimpiga yule dogo, kinyume na utaratibu wa haki za binadamu. Ni kwamba hili la tukio wakawa na kamata gari ambazo zimepaki kinyume na utaratibu, wakati eneo hili halikuzuiwa, hakuna alama inaonyesha kwamba wamezuia upaki. Baada ya hapo, askari wakaanza kurusha mabomu ya machozi, baada ya muda mchache wakaanza kurusha risasi za moto, ndio zikampata kijana aliyokuwa anauza magodoro, duka la magodoro, wakampiga usoni na hatimaye akafariki. Katika kujibu hoja za wananchi kwa njia ya simu, miliki wa kampuni hiyo aliyejitambulisha kwa majina ya Nur Omari, kuhusu sababu za kuendesha operesheni hiyo bila kuweka mabango ya zuio na kuigeuza operesheni hiyo kuwa mradi wa kujipatia fedha, alieleza kushtushwa na tukio hilo, akiahidi kufanya mabadiliko katika safu ya utendaji sambamba na kasoro zilizojitokeza. Hali hiyo imedhibitiwa ingawaje kulikuwa na crashes za hapa na pale, ambapo mkuu wa polisi wa wilaya ya Kawe, SSP Mponjoli, yuko pale pamoja na timu ya maofisa mbalimbali kwa ajili ya kuona kwamba sheria inafuatwa. Ninachotaka kusema tu ni kwamba kwanza kabisa, ninasikitika kutokana na dalili za ustaarabu ambao unaonyeshwa katika siku za hivi karibuni na baadhi ya watu hupinga shughuli za kiserikali kwa maslahi ya wananchi. Mchambuzi, ITV, Dar es Salaam.